Ah. Hey, bwana, hali tete, kila mtu ushindi anautaka, tunaenda kupambana sisi, tunafanya majukumu yetu ya kazi mm. eh. ah, nimeandaa vizuri, nimejiandaa vizuri kama hivi, nimeshachukua energy zangu hapa, maji ya kutosha na kisha na maji ni, niwe na nguvu tu. Matukio yote utayaona Una leo sana tunatabiri wote watapata magoli, ila sijui nani anaanza kushinda wote mm, watapata magoli. Pengine shoti ya mchezaji gani wa zamani leo hujai kuipata? Feitoto, Feitoto hujai nishie kumnasa alivyofunga Yanga akafanya hivi, hajai kuwafunga Simba kipindi yuko Azamu, anawafunga Yanga alivyokuja kule kwa mashabiki kama aliwanyamazisha Yanga, ile ni shoti yangu. Kwa hiyo mimi natamani tena nimuone Sijui atafanyaje? Sijui ndo atawabeba? Sijui atawanyamazisha tena? Sijui, natarajia ni kumwona anafunga afu ni mwone atashangiliaje kwa, eh, kwa, kwa simba? Simba bwana, molisi yule kitoto, nakaelewa sana, natamani kumwona anashangilia mashabiki uwanjani, pia una shoti zao, hmm. hmm. na na washa washazoeleka vibe lao yn yani ilo na mziki. Tu nao kulia, lizungumziki <laughs> tarajia mengi sana na mtawaona, naamini tutaje mengi na tutawaona. Sawa, shukrani sana, tuko vizuri.